Akusema kweli ni kwamba eh, pamoja na uchungu mkubwa uliotupata, majibu ya mambo mengi karibu yote tunayo sisi wenyewe eh, tunayo sisi wenyewe. Tusaidiane tuweze tukijibu hadidu za rejea kwa umakini, basi itakuwa ndio msingi wa mijadala ya mbele. Tunakwenda wapi? Tunafanya nini? Tunamwajibisha nani? Kwa nini? muda gani? na kadhalika. Kwa hiyo niishia hapo, alafu niite nialike maswala machache ya ufafanuzi. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa Jaji mtatu wa w habari kofi matukofi. Maana unaona tuko kimya, kwa sababu mara nyingi tunachukua point ili kuweza kufikisha ujumbe sawasawa kwa wale wanaostahili kishiwa huo ujumbe ambao umeutoa wanahabari, wahariri pamoja uh, na wote waliohudhuria katika mkutano huu. Tunasikia Mheshimiwa Mohamed Chande Othman ambaye ni jaji mkuu staafu akitueleza majukumu ambayo tume ya uchunguzi imepewa. Ametueleza tume hiyo ni tume ya aina gani, ametueleza mwanzo wa kuanza kazi, lakini pia ametueleza mawanda, metodolojia ambayo watatumia kupata taarifa za uchunguzi, lakini pia namna ambao watafanya hiyo kazi, lakini vile vile ametueleza um, ameitambulisha Ani, timu yake ambayo ameungana nayo ambao walio walioteuliwa pamoja naye, na zaidi sana wataangalia Watanzania wanataka nini. Amesema cha kwanza wanataka uchunguzi uliokamilika uwazi, lakini pia uchukuliwe ushahidi utakaozingatia usalama watakaotoa watakaotoa mashahidi. Basi sasa, ni wakati wa kuuliza maswali, lakini pia na ushauri kuweza kuongeza ile namba sita ambayo amesema iko wazi, manake anaweza kupata pia na ushauri kutoka kuhapa. Kwa hapa kwamba ni nini zaidi waweze kukiongeza katika yale mawanda yao ya kazi. Kama um, nitapata mtu wa kuweza kuizungusha mione mkono wale ambao wanahitaji kuuliza maswali. Nimemuona chizi Nyanje, lakini uh, pia mwenyekiti Balile amenyusha um, mkono na kisha kuna ndege. Nichukue maswali matatu. Karibu. Nashukuru, mimi naitwa Pita Nyanje, naandika gazeti la Pambazuko. Nina maswali madogo madogo matatu ya mafupi, mafupi sana. Asante. Swali langu la kwanza linahusiana na swala la legitimacy. Kati ya wadau ambao mmewataja kwamba mnaomba ushirikiano nao ni vyama vya siasa na wanaharakati ambao baada ya tume kutangazwa wakaonyesha kuwa na mashaka hawaiamini tume au hawaamini wajumbe waliopo kwenye tume. Hili linawapa shida kiasi gani katika kutekeleza kazi zenu? swala so, la pili, moja kati ya vitu ambavyo mnakwenda kuchunguza ni root causes za hii sakata iliyotukuta, na kwa maneno yako hapa ya wakati na baada ya uchaguzi, lakini upo uwezekano kwamba yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ni matokeo ya mambo mengine yaliyofanyika nyuma kabla ya hapo. Kama nyinyi mawanda yenu ni ya wakati na baada ya uchaguzi, hamuoni kwamba mtaacha mambo mengine yaliyotokea kabla ya hapo ambayo pengine ndio yalisababisha haya? Swali la pili la tatu, pamoja na kwamba mmesema mnayo mamlaka ya kutafsiri hadidu za rejea, lakini nadhani zile ambazo wamewapa yule aliyeunda tume mtazizingatia sana wakati anatangaza hii tume alisema baadhi ya hadidu za rejea na kuna mambo yaliyasisitiza, ya kwa mfano alitaka muende mkawahoji watu ambao wanahisiwa kushiriki hasa wale ambao ye mwenyewe akatukia neno waliosema watakinukisha ni neno moja tu, lakini neno hilo hilo watatu, watakinukisha limetumika, tumesikia kwenye kesi yanayokabiliwa na mwenyekiti wa Chadema mahakamani na likawa ni sehemu ya mabishano ya kisheria mahakamani. Na huyu ameunda tume, anataka mwende mkawaoji watu waliosema watakinukisha. Ni vipi mtakwenda kulifanya hilo kwa kitu ambacho kipo mahakamani? asante sana. Asante, na shukuru. Karibu mwenyekiti Balile. Asante sana, mi naitwa Deodatus Balile ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri na mhariri mtendaji wa gazeti la Jamhuri. Eneo moja ambalo linazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari na kwenye mijadala sehemu mbalimbali, kwamba tume hii iliyoundwa, imesheheni watu ambao umri wao umekwenda juu sana, lakini vijana ambao ndio walikuwa chanzo cha haya matatizo hawamo kwenye hii tume, mtafanya nini kuwashirikisha hao vijana na kuwaaminisha kwamba yale mliyo yaona ndiyo yatakayokuwa yamewekwa wazi kama ulivyosema kwamba uwazi utatamalaki, bila wao kuwepo kushuhudia wakati mchakato unaendelea. Asante. Asante. Asante. Mimi ni Neville Mena ni mhariri mtendaji wa jarida la Fama na amekiwa na kampuni ya Media Brains. Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na jopo lako, ni kwamba kumekuwa na kauli za viongozi wakuu kuhusiana na sababu za yale yaliyotokea na kumekuwa na tuhuma kama vile walipewa fedha, walishawishiwa, walifaa moja mbili tatu. Je, hili halifanyi hali, hali, hali, hali preempt nyie kazi mnayokwenda kuifanya, kwamba tayari serikali kwa maana ya viongozi wake wameshatoa kauli ambazo zinatoa mwelekeo wa kini cha cha, cha, cha, cha, titizo lenyewe. Jambo la pili, tume ina siku tisini na ninyi mko tisa maeneo yaliyotokea vurugu ni mengi, na kuwafikia watu lengo moja wapo. Umesema kunatakiwa watu waponywe. Um, sijui sasa, utakuwa ni ushauri, hamfikiri kwamba pengine tungekuwa na kitu kama zile mahakama za Rwanda gachacha ambazo watu wangekwenda pale kuzungumza na kuzungumza mambo yao na kulia kwao, ili wapate uponyaji baadaye, kwa sababu si rahisi kwamba wote wataifikia tume yako. Asante, asante, bata, mafali, mafali, mafali, mafali. Asante sana kwa maswali haya na ufafanuzi. E, moja ni kuhusu e, legitimasi kweli tunafahamu uh, kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama unaosema, sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. E, mimi nilifanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa, tutawabembeleza tutawaomba, maana hatwendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa e, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunakokwenda eh, roadmap ya huko tunakokwenda, na moja katika adili zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko eh, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama amani mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process ni process gani? wakati gani? Kwa hiyo sisi tutaomba ushirikiano, e, tutaomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamwomba, eh, sio mara moja, hata mara tatu tutamwomba, eh, tushirikiane naye, tushirikiane naye e, ya pili root, root, cause eh, eh, root causes kweli, tukio kweli ni la siku tatu tulioambiwa, lakini tuna kabisa kwenye root cause analysis, lazima urudi nyuma tena nyuma sana eh, kwa hiyo tutarudi nyuma huko eh, kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea ishirini na tisa na siku tatu mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana eh, turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root cause, kwa sababu mjadala baadaye utakuja, tuongelee hizo root causes vipi eh, tunazi unroot vipi eh, kwa hiyo hiyo swala la siku tatu zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia uh, root causes eh, hiyo eh, ingine sisi tunaona kuna kauli kweli kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili, hadidu za rejea, hadidu za rejea. Na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote, tunaanza na clean slate. Hatuna ushahidi hata kidogo eh. Tunaanza from zero ili kuona tunatafuta ushahidi gani e, tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data wa takwimu na kadhalika e. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini e, na hisia mbalimbali, lakini nadhani e, tusiofia tusi sana kweli tuna e, umri mkubwa Eh, puno, na umri mkubwa lakini umri pia unakwenda na uzoefu, lakini kikubwa kama nilivyosema wadau wakubwa ni nani? Eh, wadau wakubwa lazima wa, eh, kwa mbali, mbali, vijana hiyo, tuakona mbinu mbali mbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani hao? Eh, ni constituency yetu tunaona ni, ni, ni, ni, ni, ni eneo kubwa akuwa nao uh, ili tuweze ku eh, eh, kwa sababu wana majibu mengi eh, majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji eh, kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu, tunaelekea eh, kwa kupata uh, majibu eh, muda wa tume eh, kweli muda uh, unakimbia kama ninavyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku tisini. E, kama tutaweza kukamilisha kazi yetu, lakini kama anasema sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, ata kukamilisha kazi reja reja reja reja. Tunafanya kazi kwa kikamilifu kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. E, hiyo tunaelewa. E, tunaelewa lakini naomba tu watupeni muda e, waambie wenzetu watupe muda alafu tupimwe e, tusipimwe e, kabla tujaanza mtihani e, tufanye mtihani huu mtupe maksi e, tu- tuweze e, kuendelea. tupime kabla, lakini si tunaelewa. Ndo maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania, wanataka nini tuwape nini e, ili E, eh, kweli kama njia moja ya kupona e, eh, kilichotokea eh, sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponesha vipi sisi wenyewe e, eh, asante asante. Um, uh, tumesikia mwenyekiti akisema kwamba wasipimwe kabla ya kufanya kazi. Bado kuna maswali labda niliruhusu maswali ma tulipokea maswali mimi ni muumini wa jenga tanisamee sana kwamba tulipokea maswali matatu kutoka kwa kina kaka, tupate swali kutoka kwa kina dada wawili au watatu, na tutamaliziana kwa. Kwako Suleiman, asante, karibu. Asante eh, mimi mwenyekiti, swali langu nilikuwa nataka kufahamu, tumekuwa tumeelezewa wasifu wa Dr. Tax, na watanzania wengi wanajua mkweli, lakini mmesema mtachunguza vyombo vya dola, ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea alikuwa ni mchaji wa jeshi na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hii tatizo. Inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo, yeye huoni kwamba haitendei haki hiyo tume kwamba atakuwa anapata paswa kuhojiwa, lakini yuko ni tume wakati tume inaundwa tayari kuna tetesi, kuna maandamano mengine ya tarehe 9 Desemba. Tume itakomoneti vipi endapo itatokea kitu kama hicho wakati mkiwa ndani ya uchunguzi? Lakini swali la nyongeza kwenye majibulo majibu toa mnakwenda kuchunguza tukio ambalo limetokea tarehe 29, what if findings zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia anatuhumiwa. Je, yeah. Nawahakikishia no, vipi wa Tanzania kwamba itakuwa ni tume huru hata kwa kutoa majibu yasiyo takikana kusikika. Asante sana. Uh, Crown Media uh, katika wadau ambao uliwataja ambao wako kwenye hadidu za rejea vijana hawapo kama kundi muhimu, lakini uh, ukiangalia yote yaliyofanyika vijana ndio wamehusika kwa asilimia kubwa sana, kuanzia kushawishiwa kwenda front. Hata walioumia zaidi ni vijana, kwa sababu katika waathirika waliobakia wengine wengi ni wazazi ambao umri umekwenda lakini hawa vijana ndio ambao uh, wanapaswa kusikilizwa zaidi, ili kujua nini hasa kimepelekea tumefika hapa. Maana yake tukiweka msingi, kuiweka nguvu kubwa kwenye makundi mengine, lakini hili kundi ambalo lenyewe ndio kama liko katikati, lenyewe ndio kama limeshikilia linalotokea sasa hivi Nadhani tunaweza tukaja na majibu ambayo sio. Kwa mimi nilikuwa na huo ushauri. Kwa hiyo nadhani vijana wawekewe kipaumbele zaidi. Lakini jingine mmezungumza <clears throat> uh, kuwafikia watu kwenye serikali za mitaa. Kuna maeneo kwenye vitu wa mitaa, wajumbe hawajui hata wananchi wao waliopo katika maeneo yao, ama hao wananchi hawajui hata mjumbe wake ni nani, hawamjui hata mwenyekiti wake ni nani. Sasa katika hali kama hiyo, uh, watu ambao wako kuna wananchi wanaweza wakawa na taarifa muhimu sana lakini hamwezi kuwapata kwenye hiyo mifumo ambayo mmeiweka. Ni namna gani sasa mta, mtaweka nguvu kwa ajili ya kuwafikia hao watu? Asante. Asante. Eh, kwanza kuhusu wajumbe sisi wenyewe eh, wajumbe sisi wenyewe kwamba sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja, jambo moja, mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya hivyo hivyo. Tofauti hiyo inakuja kidogo Mwa kwa nchi nyingine, Afrika Kusini na na Kenya au na nchi nyingine, iko kwenye katiba nyingine. Sisi ziko kwenye sheria, Uingereza Ireland, uh, Canada, Kudasema sheria, Israel. Kwa hiyo tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive, unless sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia, rais na bunge ndio mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona inafaa. Kama mimi ndio ni kwa muundaji tume, labda ningiunda tofauti na wajumbe tofauti Yeah. Kwa kila mmoja tutakuwa na maoni ya kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive, na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa. Yeah. Na anaunda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeunda <muchu> chena kifungu cha tatu kwenye jambo ambalo ni public concern Ndiyo sheria inavyosema. Kwa hiyo ameona kwamba public concern tuunde tume. Lakini jambo la pili ambalo nimezungumzia na nalikuta na kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest, kuna njia nyingi la kuikwepa ikitokea au kama hivyo, na kuna passive na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndiyo maana jaji unaambiwa, naomba ujitoe na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo na vigezo hivyo, tukiona mjumbe wowote ana conflict of interest tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno e, haina neno, lakini nyingine mwelewe kwamba tume hii ni chini ya sheria, wote tumekula kiapo e, tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu pia hiyo ina garantii uhuru wetu, uhuru wetu, kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha, bila sinikizo la mtu yoyote, la mtu yoyote, na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao, tutetee ushahidi wa kweli, tutaupima na tuta nini kama mtu tunakwenda njia gani, tutasema tu, alafu ripoti yetu itakuja, itaonyesha e, kwa sababu sisi tutapendekeza, eh, kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili e, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu e, kwamba iwe, iwe ripoti ambayo itapatikana e, kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la, la, nini siasuue sana, kuna njia zake tunajua namna ya kuweza ya kudili nayo hiyo. Uh, hiyo kifiki Disemba tisa, bahati mbaya haiko tume. Kuna kitu tunaita uh, uh, muda wa kufanya kazi uh, muda wa kufanya kazi. Kitu ambacho tunachotunguza ni tarehe ishirini na tisa na siku chache baada ya pale, zile siku tatu Tunaweza kurudi nyuma. Eh, tunaweza kurudi nyuma lakini kama ina connection na mbele tuta, tutaangalia eh, lakini tarehe tisa ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tuta, tutaona, kwa sababu iko ndani ya tisini labda root causes, labda zita zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause. Na nini tuta, eh, tuta, tutaangalia lakini eh, hatufungwi na, na, na, na hilo Eh, tunakubaliana kabisa na ushauri vijana. Kweli vijana ndio kiini kiini, tumesema vijana, sisi kwa makundi ni ni, ni, ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao eh, kuwa nao, tunawahoji vipi, moja mmoja, nini, kama tumesema watu wote walohusika walohusika, waloshiriki. Ukisema uhusika inawezekana labda jinai, waloshiriki eh, waloshiriki bila makosa au na makosa wote, uh, walioshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawakushiriki tutakuwa nao, ndio maana nasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Kwa nini? eh, lazima twende undani zaidi eh, twende undani zaidi kujua hawa vijana wenzetu. Tunakubali Tanzania asilimia kubwa ndio vijana eh, ndio vijana kwa hiyo na uh, sasa hivi kuna e, na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli utafuta mbinu, njia kujiana na vijana na wananchi wananchi e, kweli nafanya mikutano ya hadhara na wananchi kuweza pia kupata na wao. Kwa hiyo waio kama tunasema hatufungu, kwa hiyo kama kuna ushauri tupeni ushauri, tusaidie kuandaa na sisi hatuna hatufungwi eh, na na mdao yoyote au mbinu zozote lakini, tunataka tuwe e, eh, tushuke chini kabisa e, eh, tushuke chini pana na kwenda e, eh, zaidi. Asante asante, nashukuru um, kuna karatasi imeletewa ambapo TBC habari.